Na uh, kru ya zamu ilitoka kituoni na kufika eneo la tukio. Taarifa yetu tulipokea muda wa saa tatu na dakika kumi na moja, ndani ya dakika tatu, kwa maana saa tatu na dakika kumi na nne, kru ya zamu ilitoka eneo letu la kazi na kufika hapa kwa ajili ya ya kukabiliana na moto huu. Baada kufika hapa kru iliangalia eneo na kufanya tathmini. Baada hapo zoezi la uzimaji moto lilianza mara moja, tuliendelea na zoezi la kuzima moto lakini pia tulishirikiana na wenzetu kutoka kikosi cha kuzima moto Buzwagi, walikuja kwa ajili ya kutuongezea nguvu. Tuliendelea kuzima moto na mpaka tukamaliza. Baada ya kumaliza kuzima moto, tuliweza kufanya tathmini na kugundua chanzo cha moto huo ilikuwa ni nini, na kilichogundulika ni kwamba ni hitilafu ya umeme, na moto huu uliweza kusambaa kwa kasi zaidi kutokana na kuwepo kwa mlundiko wa a, mizigo katika maduka ambayo yapo katika eneo hili yakiwemo magodoro, maboksi ambavyo vyote hivi ni vyakula vya moto. Kwa hiyo baada ya hapo tuliweza kufanya a, tathmini na kugundua kwamba maduka ambayo yaliweza kuungua katika eneo hili a, kwa maana ya frames, ilikuwa ni sita na baadhi ya samani zake kwa sababu uh, samani nyingine ziliweza kuondolewa katika eneo hili, lakini pia tulifanikiwa kuokoa frame saba na samani zake, na tunashukuru Mungu kwamba hakukuwa na majeruhi wala vifo katika uh, tukio hili la moto. Sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji tunaendelea kutoa elimu na kuwaasa wananchi kwamba wanapopata majanga ya moto ama maokozi basi ni vyema kutoa taarifa jeshi la zimamoto na uokoaji kwa haraka, ili na sisi tuweze kufika eneo la tukio kwa haraka na kuweza kukabiliana na moto ama majanga mengine, lakini pia kuweka vifaa vya awali vya kung'amua moto, kwa maana ya kwamba smoke detector, kwamba tunashauri wafanyabiashara, maofisi, majumbani kuweka vifaa vya, ku, vya, vya awali vya kung'amua moshi kwa maana ya smoke detector ili kuweza kubaini. Mimi kamanda wa polisi mkoa Shinyanga, kwanza nitoe pole kwa wahanga wote ambao wamepatwa na hili tatizo, pamoja na mmiliki wa eneo hili. Tunawapa pole kwa sababu, tuna tuna mmewekeza, kwa sababu tunajua tunajua hizi pesa tunajua mmewekeza kwa ajili ya kujipatia mapato yetu, kama alivyotangulia kusema mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba ametoa pole, na sisi jeshi la polisi tunatoa lakini kama alivyoongea mtaalam wa kutoka jeshi la zimamoto kamaukaji kwamba chanzo cha moto ilikuwa ni kitilafu, lakini sisi jeshi la polisi tuko hapa tangu jana kwa ajili ya kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama, na tutaendelea kufanya hivi wakati wote, kwa sababu ndilo jukumu letu la msingi la kuhakikisha kwamba tunalinda usalama wa raia. Asa nizidi kuwapa pole, lakini chukueni yale ambayo uh, ofisa kutoka zimamoto ameyasema, ile ambapo inasaidia katika kuzima moto. Na kama tunavyotambua wazi, lengo la serikali ni, ni ulinzi wa, wa, wa, wa raia na wananchi, kuzuia haya matukio, kuangalia changamoto ni nini kwanza, kuangalia chanzo chanzo. Kwa hiyo kuna pande mbili kuangalia wenzetu nini hasa ni chanzo, ili sisi na wenzetu tuweze kuambiana kwamba ndugu zangu, siku za usoni tuweze kidogo kuona namna gani ambavyo tunapunguza athari za, za vyanzo kama hivi, lakini kuangalia pia kwa upande wetu wa serikali response yetu pia ilikwenda vipi na kwa muda gani. Vyote kwa pamoja tunaweza tukaenda na kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda yanakwenda vizuri, lakini tunaendelea kupunguza uh, athari za, za moto katika <coughs> maeneo maeneo haya ni ya biashara. Eh, mama, yeye ni eneo lake anafanya biashara, lakini wa mepanga pia, na wale ambao wamepanga hapa pia nao wanafanya biashara wanajitafutia kipato chao halali kabisa, waweze kuendesha familia zao, waweze kulea watoto zao, waweze kujenga familia zao kwa namna moja ama nyingine. Hii inataka kila mwananchi aendelee kuimarika kiuchumi. E, tunaumia sana tunapoona kwamba mwananchi anaweza kataka kufuta narudi nyuma kimaendeleo kiuchumi kutokana na majanga haya ambayo anasuiani. Wajibu wetu kwanza, kuendelea kwa pamoja na wenzetu lakini kuendelea kuwakumbusha wale wenzetu wengine kwamba yako mengine ya awali kabisa ambayo yakifanyika majanga haya yanapungua, na yawezekana tukawa hatuna tena majanga ya namna hii kutokana na hatua za mwanzo, lakini hatua ambazo tukizichukua zinakwenda kuhakikisha kwamba tunapunguza hatari kabisa hii. Moto unaweza ukawaka, lakini je, unagundulika baada ya muda gani? memoto na moto katika maeneo ambayo maduka haya sisi tunasema kwamba Mungu ni mwema, kwa sababu maduka ambayo yamejaa vitu ni kwamba wananchi wenye kufanya biashara kwenye hizi fremu uwezo wao wa kifedha ni mzuri kwao, unakuta stoki yake ni kubwa. Kwa hiyo ni changamoto nyingine pia kwamba uieza changamoto, moto ukawaka, mzigo mkubwa ambao ulikuwa huko ndani unaenda kuathirika wote. Kwa hiyo tungetamani sana wenzetu ambao wanaendelea kuimarisha kiuchumi.